Na upendo ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa. Umoja wa vyuo vikuu na vya kati TAHLISO waahidi kutotoa changamoto za wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati nchini Tanzania. <coughs> O oh, hali gani mtazamaji, huwa ta aliu <coughs> karibu katika taarifa ya habari inayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Nitakuwa nami Telesia Charamila, lakini pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii yaani Instagram na YouTube at UoI Kamanda wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025 na Us amewasa Ismaili usi amewaasa wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kuwa mwenge kwa watumu na ishara ya amani na upendo baina yao. Pia amewataka waendelee kusimamia jitihada zinazofanywa na rais wa jamhuri ya muungano wa Mbongala, Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwanahabari wetu Bilikita Makiwaja anaangani wa taarifa hii Akizungumza, kamanda huyo amesema kuwa upendo na mshikamano ndio vitu pekee ambavyo vitafanya taifa la Tanzania kubaki huru pamoja na amani, hivyo tuendeleze kuvidumisha ikiwa ni tunu na ishara ya kuwepo kwa taifa huru la Tanganyika. Lakini baba wa taifa wakati anauasha mwenge wa uhuru upandisha juu ya mlima Kilimanjaro, alisema maneno yafuatayo: sisi tukuwekesha kuwasha mwenge wa uhuru na kuweka Aidha, Spika wa Bunge la Serikali ya Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa Emmanuel Emmanuel amesema kuwa siku ya leo wamepata kitu cha tofauti, kwani mwenge kuja kututembelea chuoni hapo si desturi, ni mara ya kwanza kupokea mwenge. Hivyo kujipanga kwao vizuri kama serikali ya wanafunzi kumewasaidia kufanikisha zoezi hili na kujenga historia mpya kitu cha tofauti kidogo. Chuo kikuu cha Iringa, mwenge kuja kutuhudhuru au kutembelea mahali hapa si desturi, ni mara ya kwanza chuo kikuu cha Iringa kupokea mwenge. Waziri wa utalii, mambo ya nje Melkizedek Goweli ameeleza namna ya serikali ya wanafunzi na wanafunzi kwa ujumla walivyofurahishwa kupokea mwenge wa uhuru. Kama wanafunzi na viongozi kutoka serikali ya wanafunzi tumefurahika sana kwa ujio wa mwenge wa uhuru katika chuo chetu. Kama tunavyojua, binafsi ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu hapa chuoni, lakini sikuwahi kushuhudia mwenge wa uhuru ukifika moja kwa moja chuoni kwetu. <totipa> Ameyasema hayo katika mwendelezo wa ziara yake katika mkoa wa Iringa iliyofanyika katika chuo kikuu cha Ruku, ambapo amewataka wanafunzi kupendana, kuombeana na kutakiana heri na kutoa ushirikiano kwa viongozi wao tunaitekeleza na kuifanya kwa asilimia ambayo ukija kututathmini hakuna kitu kitakacho laani muda wetu. Tupendane, tuombeane, tuhumiliane, tutakiane mema, tupeane kila aina ya ushirikiano kwa muda na wakati wote ambao tutaoba. Baadhi ya viongozi wa wanafunzi waliohudhuria katika ziara hiyo wametoa wa neno juu ya kauli ya rais wa vyuo vikuu na vya kati Tahiliso. Tunaamini serikali ya tahiliso iko vyema katika ufuatiliaji utendaji, kwa tunaamini itafanyiwa kazi mapema na yale ambao pia nayo, kwa sababu tumepata pia baadhi ya saliwai zuri sana Hivyo tutazifanyia kazi sisi kwa sisi, lakini pia tutashia kwa wengine, kwa viongozi ambao tutawaachia, lakini pia kwa wakati ambao tumebakiwa nao tutazifanyia kazi kwa wanafunzi kwa wanafunzi, pamoja na marais wa vyuo vikuu vyo vya mkoa wa Iringa pamoja na rais wa marais wa vyuo vikuu vya Tanzania. Mimi ni Nelton Jafeti wa UoI Digital. Mwanasaikolojia Elia Kalinga kutoka Chuo Kikuu cha Iringa ameeleza athari anazipata mtu baada ya kuvuja kwa siri binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Mwanahabari wetu Bartolomeo Hema anaongelea taarifa. Elia Kapinga mwanasaikolojia kutoka chuo kikuu cha Iringa ameeleza athari anazozipata mtu baada ya kuvuja kwa siri zake binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Amesema mhanga ataathirika kisaikolojia kwa kuwa na msongo wa mawazo ambao utampelekea kuanza kuumia, lakini pia atapata sonona na kuanza kupata shida kwa sababu ya msongo wa mawazo ambao umekaa kwa muda mrefu. Huyu mtu ataanza kuwa na stress ambayo ni reaction ya kwanza kabisa. Maana yake atakuwa anaanza kuwa na na stress ambayo inaweza kampelekea sasa kuanza kuumia kwamba okay, kitu changu kimejulikana, mtu fulani amejua kusana na mimi, mtu fulani amejua kusana na mimi, hiyo ni, ni, ni jambo la kwanza ambalo inaweza ikatokea hii. Jambo la pili inaweza kusababisha uh, depression. Watu wa wengi wanasema uh, uh, sonona. <laughs> Sasa hapo kwenye depression sasa ni hatua ya pili kutokea kwenye stress, inakuwa ni hatua kubwa zaidi, hatua ya pili ya pili yake. Maana yake hapo sasa mtu anaanza kupata shida, kwa sababu stress kama stress inakaa kwa muda mfupi. Inapoanza kukaa siku zaidi ya siku tatu, inapoanza kukaa muda mrefu, inaweza kupelekea hiyo depression. Anaanza ku, kuanza kuumia, kama alikuwa na, anaweza kuamka anashindwa kuamka vizuri, anaanza kuwa na, na, na maumivu ya kichwa, anaanza kujisikia muda wote ile ile hali inaendelea kumsumbua kwa muda mrefu. Mwanafunzi Kelvin Ayubu amesema ili kulinda siri binafsi ni bora kurusha mauzui ambayo ni mazuri. Mimi ninachoona mbele ya kutumia ni kuweka tu content zenye maana ambazo haziwezi zikakaribia sifa hata mbeleni, hapo kija kupewa vitu, mtu akija kufuatilia background yako haiwezi kukaribia naye. Rehema Husseini mwanafunzi anayesoma kozi ya maendeleo ya jamii amesema mtu anayetumia mitandao ya kijamii anapaswa kuweka maudhui ambayo yanaelimisha na aweke password ambayo si rahisi mtu mwingine kuifahamu. Anatakiwa aweke strong password, lakini pia katika hiyo akaunti yake hawa anatuma vitu ambavyo vinakuwa vinaelimisha. Hiyo, hizi ndizo athari ambazo eh, mtu anazipata pale ambapo siri zake zina uja mitandaoni na tumeweza kumsikia mwanasaikolojia ambaye ameelezea kuundani zaidi. Nikiripoti kutoka e, viunga vya ofisi nasihi yana ushauri maabara saikolojia hapa Chuo Kikuu cha Iringa, mimi Bartolomeo Hema wa UoI Digital. Taarifa yake Bartolomeo Hema inakamilisha habari zilizokuandalia kwa siku ya leo mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa habari kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo hayo, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa na kumajaliwa. Ulikuwa nami Deresia Charamila, asante na kwaheri.